Ndivyo ulivyo sivyo, mbingu zinavyo kuona wewe leo. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa kuibomoa madhabahu ya kweli, unatakiwa kuyavunja maangano, unatakiwa kukataa yale matambiko ya kweli, katika jina la Yesu Kristo. Mungu anasema ukiwa, nikiwa upande wako, hakuna takayekuwa juu yenu. Madhabahu haivunjwi kwa maneno tu, lazima uingie gharama. Kama Mungu alivyoingia gharama akatoa sadaka ya mnyama baada ya dhambi kuingia duniani, akachinja yule mnyama, akachukua ngozi, akawavika Adam na Eva. Lakini si hapo tu, Mungu aliingia gharama ya kumtoa mwana wake awe sadaka, akamwaga damu yake pale msalabani. Usione vitu vinakungang'ania ukaanza kufikiria kwamba wewe una nuksi, una mkosi. Kumbuka, inawezekana ni gharama ya sadaka iliyotolewa kule kwenye ukomgeni na wewe unatakiwa kuingia gharama. Tunaweza tukafanya maombi hata kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini kama kuna sadaka mbele za Mungu, tunapiga kelele. Malaika alimwambia alimwambia Gideon, mtoe sadaka yule ng'ombe baba yako, kuivunja ile madhabahu. Ukitoa sadaka kwa Mungu aliye hai, Mungu akaipokea, maadui zako watapigana wao kwa wao, katika jina la Yesu.